Na wakulima wa Kambusu katika kaunti ndogo ya Matungulu huko Machakos wamepiga hatua kubwa kwa kufungua rasmi kiwanda kipya cha kusindika maziwa chenye thamani ya shilingi milioni kumi. Chama cha ushirika cha wakulima wa Kambusu kilifanikiwa na uh, kujenga kiwanda kipya cha kusindika maziwa kupitia juhudi za wakulima hao kuweka akiba. Jumuia hiyo ina uwezo wa kukusanya kila siku zaidi ya lita 3700 za maziwa kutoka kwa wanachama.

with a total production today of 3700 liters per day. Tukikuwa na 40 cooperatives na tuweze farmers wataweza kusaidika sana. Na kupitia hivyo economy yetu ya kaunti yetu ya Machakos itakuwa afadhali. Kwa hii sherehe ya leo ilikuwa mzuri, imetuhimiza sana tulime ng'ombe juu ng'ombe ziko na pesa, maziwa iko na pesa. Tulime ng'ombe, na wahimiza wa mama na vijana na wazee walime ng'ombe, pesa iko kwa maziwa. na mtazamaji maelfu ya wafanyabiashara katika mji